Mbele yenu naitwa Moses Mpunga, mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya Dodoma Jiji Football Club au msemaji wa Dodoma Jiji Football Club. Mbele yangu niko na viongozi wa mashabiki, viongozi wa matawi yote ya Dodoma Jiji wanawakilisha mashabiki. Tuko hapa kwa ajili ya kuadress watanzania wapenda soka uh, kuhusu jambo kubwa ambalo tumepanga kwenda kulifanya siku ya kesho. Na e, tumekuwa tukikariri kwamba unaposema Valentine's Day au siku ya wapenda nao, tumekuwa tukikariri kwamba ni lazima iwe mtu na mpenzi wake mtu na mme wake na vitu vingine kama hivyo, lakini tunasahau kwamba mapenzi yako kwenye maeneo mengi, na naweza nikasema mapenzi ya football ni makubwa au makali sana na yana nguvu kuliko hata mapenzi ya mtu na mkewe, kwa sababu tushashuhudia watu wengi waki, waki, ndoa zao zikivunjika kwa sababu ya love na football. Wako watu wameshawahi kuweka rehani wake zao kwa ajili tu ya mapenzi na football. Hayo yapo, tumeshayaona mara nyingi. Kwa hiyo love ya football nadhani inatangulia, alafu mapenzi mengine yanafuata. Siku ya wapendanao rasmi Dodoma Jiji tunakwenda kuwa na Swaiba Dodoma Jiji FC Valentines Day Bonanza, tutakuwa nalo siku ya kesho, tarehe kumi na nne, na litaanza majira ya saa nane mchana katika viwanja vya sheri ama sheri complex pale Wajenzi. Hakutakuwa na kiingilio chochote, ni bure kabisa. Wewe kama ni shabiki wa Dodoma Jiji Football Club, shabiki wa soka unakaribishwa Kutakuwa na vitu vingi vizuri, kutakuwa na burudani nyingi, kutakuwa na michezo mbalimbali mbali, na mfumo wa bonanza letu kesho, kutakuwa na mechi ya mpira wa miguu. Hiyo ndio event kubwa kwa kesho, kwa sababu love ni football na lazima kuwe na mechi ya mpira, kwa kutakuwa na mechi ya mpira wa miguu ambayo mechi ya kwanza itaanza saa nane na nusu ambayo itawakutanisha uh, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, matawi mawili makubwa na matawi mama, matawi kongwe, matawi shindani, kati ya tawi namba moja dhidi ya tawi la makao makuu HQ. Lakini tunayo matawi mengine kama wakali wa Yudom, wao wamesema watagawanyika, watakuja, watakuja kusapoti, watagawanyika na wao. Lakini pia tunayo timu ya waandishi wa habari za michezo na wao pia watakuja, watagawanyika. Lengo kuu si kusema nani ni HQ, nani namba moja, nani wakali wa Yudom, nani ni nani. Lengo kuu ni mashabiki wote wapate nafasi ya kuwa sehemu moja kufanya kitu kimoja wakati mmoja kwa furaha, lakini hatutaishia hapo. Baada ya huo mchezo sasa e, tutakuwa na yule mshindi atakayepatikana hapo, atakwenda kucheza na staff wa Dodoma Jiji. Tunakwenda kufanya jambo kubwa na la kihistoria siku ya hapo kesho kwa kuwakutanisha mashabiki na wanachama wa Dodoma Jiji kutoka kwenye kempu mbalimbali, uh, maskani mbalimbali pia kwa lengo kubwa la kuweza kujumuika na kwenda kucheza na staff wa Dodoma Jiji. Lengo kubwa ambalo limetusukuma Swahiba Mjenzi kushirikiana na Dodoma Jiji ama kuwa na ili wazo na Dodoma Jiji pia kulifanya kwa ukubwa zaidi. Tuliona kuna namna ya kuweza kuwakutanisha mashabiki pamoja na e, eh, staff kwa lengo kubwa la kutengeneza umoja kwenye timu. Tunafahamu sasa hivi timu ina, inapata matokeo. Na tuchukue nafasi hii pia kuwapongeza Dodoma Jiji kwenye michezo kadhaa ambayo wanaicheza kwa hivi sasa ee, timu inapata matokeo ya, ya kutosha, lakini tumeona kama mashabiki wanakosa kitu cha kukutana, yani kuna ile namna mashabiki kuwa kwa pamoja kutengeneza kitu. Kwa hiyo tukaona tuje na hiyo mechi ambayo itafanyika kesho, na kama kawaida lengo kubwa ni kuendelea kutoa thamani pia kwa mashabiki, na Swahiba Mjenzi pia bado tutaendelea kuhakikisha kwa kwamba kanda ya kati tunalifanya soka linakuwa kwa aina yake, na ndio maana tunafanya tukio kama hilo pia kwa siku ya hapo kesho dhidi ya uh, ndugu zetu Dodoma Jiji kwa hiyo kwa upande wa Swahiba Mjenzi, kama alivyosema afisa habari ameongea mengi zaidi, uh, lengo kubwa ni hilo tu kutengeneza umoja kwa mashabiki. Kwa hiyo nichukue nafasi hii pia kuwakaribisha mashabiki mbalimbali uwanjani pale Shell Complex waje kupata burudani ya kutosha, kama alivyosema msemaji, kuna, kuna namna mtu unaweza ukajisikia uko vizuri kama unakabana una na Anwar Jabil labda Uh, unakabana na Khalfin Amdun na baadhi ya wachezaji wengi ambao utakwenda kukutana nao. Kwa hiyo kesho watu wajitokeze kwa wingi, mastaa wa Dodoma Jiji wale wakubwa, na tunafahamu kwa hivi sasa ukizungumzia wachezaji ambao wapo kwenye fomu kwenye, kwenye ligi kuu wachezaji wengi wanatokea Dodoma Jiji. Kwa hiyo unakuja kucheza na wachezaji ambao wapo kwenye fomu ya ligi. Kwa hiyo tuwapongeze sana Mozi kwa matukio ambayo mnayapata kwa hivi sasa.